wetu kama tunavyojua kwamba sisi Tanzania tuna tatizo la, la lishe eh. Matatizo tulionayo ya lishe ni makubwa eh, tatizo ni kubwa. Kwa hiyo serikali inatafuta namna mbalimbali ya kupambana na tatizo hilo, lakini pia kwenye afya zaidi, ili swala la kukosa madini na vitamini mwilini lina madhara yanayoonekana moja kwa moja eh, kwa watoto, mtoto anapokuwa tumboni anakuja kuzaliwa na matatizo tuna vichwa vikubwa, tuna migongo wazi, tuna midomo sungura na matatizo mengine ya kimaumbile ambayo yanatokea kwa ajili tu mama amekosa madini na vitamini muhimu ambazo zinahitajika kwa ajili ya uumbaji wa yule mtoto kule tumboni. Kwa hiyo upungufu huu wa madini na vitamini una madhara makubwa sana, hata upungufu wa damu kwa wakina mama wetu wajawazito, watoto wa shule eh, kwa hiyo mpango huu wa kuongeza virutubishi kwenye chakula kwa sababu pia tu, tunaongeza vile vile virutubishi ambavyo vinahitajika kwa ajili ya afya. Kwa sababu wakati wa uzinduzi Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara Exaud Kigahe ametoa muda mpaka mwezi Novemba mwaka huu. Baada ya hapo tutaendelea kusimamia sheria hii sasa, sisi kama pia wataalamu tumechukua nafasi hii kuwaita baadhi ya watu wanaoshirika kwenye mnyororo huu wa thamani masuala ya ongeza virutubishi kwenye chakula, ili waelewe kwa nini tunaongeza virutubishi kwenye chakula na namna ya kusimamia kutoka kwenye uzalishaji mpaka sokoni. Lakini pia wenye viwanda walikuwepo hapa katika mafunzo haya, kwa lengo kubwa ni kuongeza uelewa umuhimu wa kuongeza virutubishi kwenye chakula, lakini pia wafahamu kwamba tayari kanuni za ongeza virutubishi kwenye chakula tayari imesha toka na mpaka kufikia mwezi Novemba mwaka huu tutaanza kusimamia. Tunaipongeza serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ambayo sasa imetaka kwamba sisi wazalishaji tuweze kuongeza virutubisho kwa ajili ya kuhakikisha mama mjamzito na watu wengine wanaotumia unga wa mahindi na mafuta waweze kupata virutubisho kwa ajili ya afya zao. Ni namna gani sasa tunaweza kuendelea ku, uh, kuhakikisha tunafuata kanuni na sheria zilizowekwa na nchi na sisi tuko tayari kuzifu, kuzisimamia na kuhakikisha kwamba uongezaji wa virutubisho kwenye bidhaa zetu ambazo zinawafikia walengwa ziweze kuwafikia, na hakika tuweze kutatua tatizo la utapia mlo ambalo limekuwa lime sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Teknolojia ile ni rahisi kabisa, inatumika katika vinu vya kawaida vya kusagishia unga mahindi, na hii teknolojia sasa hivi uh, imetawanyika au imesambaa mikoa yote ya Tanzania bara imekuwa ishirini na sita lakini tuko katika halmashauri mia moja na sitini sasa hivi tunavyozungumza, na tumewasaidia wazalishaji zaidi ya elfu moja na mia tatu mpaka sasa, na tunaendelea kutoa hizi teknolojia kwa wazalishaji wengine zaidi, na tumewalenga wale ambao wanafungasha ili kuendana na hii sheria mpya ambayo imetengenezwa ya urutubishaji.